Yes, bwana, mambo bado na trend kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hili sakata la Ibra pamoja na bosi wake Harmonize. Mambo ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja amekuwa akitoa maoni yake kuhusiana na hili. Bila shaka hata wewe unaweza kuzungumza la kwako kuhusiana na hili ambalo linatrend kwenye mitandao ya kijamii. Kama bado hujajiunga na sisi, wewe ni mgeni, cha kufanya tu like video hii lakini pia share, subscribe, na gusa alama ya kengele ambayo itajitokeza. Hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali kutoka hapa Zedee Media. Sasa tukio hili ambalo limetokea jana la Harmonize kutangaza kumstopisha Ibra kujihusisha na shughuli za kimuziki limeleta maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wakisema kwamba Ibra hajatumia busara kabisa kulimaliza hili jambo kwa sababu angetakiwa alipe pesa ambazo wanadaiwa, ndipo atoke kwenye lebo hiyo ya Konde Music Worldwide. Sasa, dada wa taifa Mange Kimambi amezungumza ya kwake kuhusiana na hili akisema kwamba Ibra angetakiwa kwanza afuate jinsi ambavyo mikataba inasema alipe pesa zake ndipo baadaye azungumze yale ambayo anahitaji kuyazungumza. Akasema hivi, kwa vile ameomba sana niseme kitu kuhusu dogo, sijui what is plan, ila angerudi nyuma aangalie Harmonize alivyokuaga kipindi anatoka DABCB. Harmonize kumchamba Diamond mpaka alipompa zile milioni mia sita ndiyo alipoanza kulalamika public na kumchamba Diamond. Kabla ya kuwa na hiyo hela hakumchamba bosi, sasa sasa Ibra amemchamba bosi <laughs> aha. Anaendelea kusema kwamba sasa huyo dogo anavimba pesa, bado hana ya kulipa. Kwa maneno aliyomtolea Konde jana, sidhani kama atasamehewa chochote kwenye hiyo hela. Anaendelea kuzungumzia kuhusiana na hiko, akasema kwamba ingekuwa ni yeye ambaye umemtukana vile basi ungelipa kila senti ambayo nihitajika kulipwa. Lakini pia anaendelea kusema kwamba watu waongee na dogo asivimbe sana, mpaka atakapopata solution ya tatizo lake ndio aanze kumchamba Harmonize. Na kuhusu Diamond, kitu ambacho alikifanya Mange pia amezungumzia na kusema hivi kuhusu Diamond. Kuingilia huwezi kumlaumu yeye, pia Hamo alimsumbua amshua sure, kafurahi kuona bro Ibra anamsumbua. Aa, mi mwenyewe ningekuwa dai ningecheka mpaka nidondoke chini. Sasa kwa nini yeye akae kinyonge? Nilichoshangaa ni baada ya hamu kumjibu, machawa ndo wanamjibia. Hapana, bosi wenu kaamua kuingia kwenye bifu, basi apambane mwenyewe. Na wewe baba levo, huyo makonde unamjua, una mdomo mrefu alafu ukidundwa unakuwa kama demu, unakimbilia polisi badala ya upambane kiume. Mtoto wa kiume uliyekamilika ungepigwaje na mwanaume mwenzio? Alafu unakimbilia polisi badala ya uzichape uzichape, limwili likubwa for nothing, unapigwa na mtu mfupi mpaka unakimbia polisi. Hapo ni Mange Kimambi amezungumza kwake kuhusiana na kitu ambacho kimetokea, kwamba Harmonize alivyomjibu Diamond baada ya kuposti zile picha zake na kusindikiza na copy and paste ya mzee mzima Ibra. Harmonize alimjia juu Diamond na kusema kwamba ina maana umefurahia kwa kitu ambacho kimetokea, kama vile huku ulipo milioni mia sita. Sasa Mange anasema kwamba kwa nini Diamond asingejibu mwenyewe, lakini anajibiwa na machawa. Sasa anamalizia hapa kwa kusema kwamba Ibra, siku ukitaka kufunga ni cheki dada yako tutakulipa vizuri ufungu, ufu, ufunguke utoe yote ya moyoni. Utu, utuambie vizuri ulivyoitwa chumbani, ulijibu nini. Hii ishu inanipa wasiwasi, au labda Konde alivyochati na z, a, Zuma Udaku akamtumia labda alikuwa anajua ni wa kiume. By the way, ishu ya mzenji ni kweli. Hii ni chati yangu na mbea mmoja aliyekuja kunipa story ya private jet iliyolipwa, ni vile sikumwamini na pia alikuwa hajui kuandika kitu kinachoeleweka mambo ya private jet ambayo ilienda kule Nigeria na kina Diamond. Pia Harmonize amezungumzia, akasema kwamba siku ile Diamond alikuwa na vimba sana, kama vile ndiye ambaye aliyeweza kukodi ile private jet, lakini sio yeye. Kuna mtu ambaye wanamwita mzenji ndiye ambaye aliweza kufanikisha kila kitu. Hayo ni maneno ambayo alizungumza Harmonize, baada ya kuona kwamba Diamond ni kama anafurahia matatizo ambayo anayapitia. Lakini pia hata Mange Kimambi amethibitisha na kusema kwamba hilo ni kweli alilitokea, kwamba Diamond siye mtu ambaye aliyeweza kukodisha ile private jet. Bwana, katika hilo na maoni gani katika haya ambayo yamemkuta Ibra pamoja na Harmonize? Dondosha maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii.